Chole, chole! Wewe chole, yupo wapi huyo mwanamke? Hawa wanawake wa siku hizi tabu kweli! Yaani, yaani kumbe upo, alafu utaki kuitika na kuita sebleni, jikoni, lakini umetulia tuli kama unisikii vile. Sasa mume wangu, unashindwa kuniita majina ya mahaba? Kila siku chole, chole, chole kama siyo mkeo vile, au mimi ni usigelwa huko ndani? Ungekuwa mke wangu ungeshanizalia, lakini huu mwaka wa nane hata kichefuchefu usikii. Wewe ni mwanamke au nimeoa kitu cha ajabu? Hapana mume wangu, unanikosea. Haya maswala ya mtoto ni Mungu mwenyewe, lakini ukisema unihukumu, unaniumiza kwa sababu hata mimi sipendi tuishi hivi. Au unadhani nafanya kusudi? Okay, mtoachine nayo. Nimerudi nataka kula. Naomba fanya haraka. mazigila msusi, chakula kipo tayari. Vipi, unakula ndio ule au utakula ukishakula? Asante kwa chakula, chakula ni kitamu na nimeshiba. Sawa, lakini isikie kufanya chochote zaidi ya kujadili swala la mtoto, maana ni muda mrefu sana tumesha subiri. Sasa ni saa ya kupata mwafaka. Swala la mtoto ni swala la kucheki afya ya mume wangu, na sio kukaa kupiga kelele kila siku. Hivyo tunatakiwa kucheki afya mapema, tusije tukachelewa zaidi. Okay. Ili tutafanya hilo jukumu mimi nakusikiliza wewe kipenzi, hata ukisema leo, hata ukisema kesho, niko tayari, sina maamuzi juu okay, ya hilo. Okay, jiandae kwa weekend hii, maana nimeshachoka kutwa mjomba, mjomba kila siku, baba mkubwa, baba mdogo, na mimi nataka mtoto. mimi sikubaliani na majibu ya daktari, tena sikubaliani nayo kabisa kwa sababu hakuna mwanaume mwenye tatizo la uzazi. Sisi wanaume wote tuko sawa. Sasa haya, atasemaje? Mimi ndio tatizo? Hapana, dokta yupo sahihi, lakini kama uamini, basi twende hospitali nyingine kwa ajili ya vipimo zaidi, lakini sidhani kama anaongopa. Sawa, wacha tufanye hivyo, twende tukaangalia hospitali ya juu Kilimani pale. Kama imefungwa basi tuandae siku nyingine, na kama ipo wazi tufanye vipimo ili tupate mwafaka kabisa, maana huu ni uongo, mimi sikubalieni nao kabisa. Sawa, lakini tufanye haraka kwa sababu muda umekwenda sana, tunaweza tukachelewa. Tumekaa kwa muda mrefu sana, lakini kila gari inayopita imejaza, au tukodi pikipiki, mume wangu. Kwa upande wangu, wacha tukilala hapa, sawa kwa sababu majibu ya dokta yameniumiza sana. Dokta wa kwanza tukadhani anatudanganya, na wa pili tena akapita mule mule. Hii inaumiza sana. Usijali kipenzi kikubwa, uzingatie maagizo, na kama ukienda sawa, tatizo litakwisha na tutapata mtoto. Mme wangu, sawa, hili sio swala la kukata tamaa, kwa sababu ni swala linalotibika na tunao uwezo wa kulitibu hivyo, husumia sana kipenzi. Sawa mume wangu, bado hainingia wa akilini na itachukua muda sana kuzoea hali hii. Baby, naomba unisamee, mpenzi wangu, maana nimekuwa nikikunyanyasa kwa muda mrefu sana kwa kudhani wewe ndio mwenye tatizo lakini leo tumebaini ukweli, hivyo ningependa unisamee mpenzi wangu, nisamee sana kipenzi. Usijali mume wangu, mimi nimesha kusamea na nisha sahau yote yaliyopita. Kikubwa unatakiwa kulipia dozi ili uanze matibabu mapema, au utaki mtoto? Nashukuru kama umenisamee mke wangu na kuhusu matibabu, kesho nalipia dozi na nitaianza kesho hiyo hiyo, na imani Mungu atafanya wepesi. Sawa mume wangu, njoo tulale basi, maana muda umekwenda sana. Isitoshe nimechoka na uchovu wa safari, si najua tena mizunguko ya hospitali kule. Nafahamu mpenzi wangu, lakini bado najutia kiukweli nafsi inanisuta sana. Usijali bana, emjotulale basi, anjo tulale mpenzi wangu. Eh, pole na kazi kipenzi, pole sana mpenzi wangu. Mm. Asante mpenzi, hayo ni kawaida kwa wanaume, si unajua wanaume mateso Vipi na wewe, ulikwenda hospitali? Ndiyo, nimekwenda hospitali na nina habari njema ya kukwambia. Je, nikwambie sasa hivi au nikwambie baadaye? kama ni njema, nambie mpenzi wangu, tena nambie sasa hivi, maana humu ndani hapakuwahi kutokea habari njema. Kila siku ni ugomvi na visa vya hapa na pale. Leo nimekutana na habari njema. Nambie kipenzi. Sawa, nitakwambia ila okay. Moja, mbili, tatu. Baby, nina nina una ujauzito wa kipenzi. Ndiyo kipenzi, Mungu amesikia kilio chetu na sasa unakwenda kuwa baba na mimi nakwenda kuwa mama tekelea eh? Basi wao, asante sana Mwenyezi Mungu, asante chole, hatimaye tunakuwa wazazi. Nakupenda sana mpenzi wangu, nakupenda sana na nakuahidi kuwa nawe katika maisha yangu yote, hakika sitakuacha. I love you baby. I love you so much. Asante kwa hadi yako mume wangu nami sitakuacha, ila nashukuru kwa uvumilivu wako, maana angekuwa mwanaume mwingine angeshaniacha kitambo. Asante sana mume wangu, nakupenda, nami sitakuacha. Oh, ya Rabi, tupe mwisho mwema, mimi na mke wangu tuwe sote daima Amen. Hiyo ni dua njema sana mume wangu, lakini vipi kuhusu majina? Kama akiwa mwanaume tutamwita Baraka, na kama akiwa mwanamke tutamwita Neema. Lakini kama wakizaliwa mapacha, Baraka na Neema. Au unasemaje kipenzi? imekwisha hiyo.